Kuna baadhi ya watu nimewasikia wakikosoa waki uh, baadhi ya kauli na maneno ya Mheshimiwa Rais wetu, lakini mimi kwa mtazamo wangu uh, naona alizungumza, moja alizungumza kama kama mkuu wa nchi na Amiri Jeshi mkuu, lakini pili alizungumza kama mzazi asiyependa uh, vijana wake waharibikiwe, lakini tatu, alizungumza kama mshauri kwa viongozi wa dini, maana rais pia ni, ni mshauri mkuu wa viongozi wa dini, mshauri mkuu wa raia wote wa Tanzania katika makundi mbalimbali. uh, tuko kwenye msimu wa uchaguzi mkuu <laughs> ndugu waandishi, na msimu huu sio msimu wa kawaida. Uh, mara nyingi watu wanadhani kwamba uchaguzi ni jambo dogo. Uchaguzi ni jambo kubwa sana katika katika katika nchi yetu na linapaswa kuheshimiwa kwa kadri inavyowezekana. Uh, tusipokuwa makini tunaweza tukajikuta tumeingia kwenye kwenye, kwenye dhahama kubwa. Na Tanzania tumekuwa tukipokea wakimbizi wengi sana uh, wengi sana katika nchi hizi ambazo zimetuzunguka. Uh, isije ikatokea sisi tukawa na, na sisi tukaanza kutafuta mahali pa kujificha, si jambo jema. Na Mheshimiwa Rais amezungumza kwa nia njema sana, amezungumza kwa nia njema sana kwa sababu uh, yeye kama mkuu wa nchi yetu anatutazama sisi wananchi wote, na wajibu wake ni kutushauri pale inapofaa, uh, kuhusiana na mustakabali wa taifa letu mstakabali wa kizazi chetu, mstakabali wa wazee wetu, mstakabali wa watoto wetu na mstakabali uh, wa ndugu jamaa na marafiki katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa nimesikia na nimesoma uh, na kufuatilia mawazo uh, na mitazamo ya watu wawili maarufu sana, moja anaitwa Skofu Mwamakula Eh, baada ya hotuba ile ya Mheshimiwa rais kuzungumzia kuhusu kuwashauri, aliwashauri viongozi wa dini kwamba ni jambo jema, msijihusishe sana eh, kwenye masuala ya siasa, kwa sababu dini ni, ni eneo moja sensitive sana katika katika maisha ya mwanadamu, hasa sisi wa Afrika ni sensitive sana ah, askofu ana nafasi kubwa sana katika katika nafasi na maisha ya wa Watanzania kwa hiyo ama wachungaji ama viongozi wote wa dini. Kwa hiyo unapo unapotumia e, nafasi yako ya uaskofu au ama ya kichungaji e, ama katika namna nyingine ile e, ukadumbukiza siasa ndani yake, inaweza ikatuletea shida baadaye. Kwa hiyo Mheshimiwa rais alishauri kwa nia njema, hakuwa na nia mbaya na viongozi wa dini ama raia wa Tanzania. E, kwa hiyo e, Mwamakula akaweka hoja yake hapo, kwa nini e, watu wengine wanazungumza siku, watu wanapotea na nini napotea? Ndio maana nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria kabisa kabisa, nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria, na hayo matukio hakuna mtu hata mmoja ambaye anafurahia matukio hayo, na, na, na mimi nawaambia Mheshimiwa Rais anachukia sana matukio hayo ya ya watu kutekwa na kupotea, anachukia sana na eh, baba Askofu anajua kwamba nchi yetu inaongozwa kwa njia ya sheria na taratibu zake. Tuna katiba ambayo ndio sheria mama. Kwa hiyo kama kuna matatizo hayo ambayo anazungumza eh, nchi yetu ipo katika mihimili mitatu: mahakama, serikali, bunge. Na wanasema eh, mhimili wa nne inaweza ikawa eh, vyombo vya habari, lakini matatizo yanayojitokeza katika nchi yetu, ninachoamini mimi ni kwamba serikali inafanya kazi na mheshimiwa Rais amewapa nafasi kubwa sana viongozi wa dini, wanapokuwa na jambo lao wamfuate tu, na mheshimiwa Rais anawapa nafasi kubwa sana viongozi wa dini sana, na kama anavyowapa nafasi kubwa sana Eh, wazee wetu waliowahi kulitumikia taifa hili, na labda niunganishie ni hapo hapo kwa sababu ni moja ya maswali ambayo umenipa eh. Nimeulizwa nime mara nyingi sana kuhusu Mama Anna Tibaijuka, mbona anatoa anatoa comment ambazo eh, ni, ni nzito, nzito nzito eh, wako baadhi ya viongozi wastaafu waliopata ku, kuhudumu katika nafasi mbalimbali mbali, e, za serikali na katika chama cha mapinduzi, mbona kama wanazungumza in negative way kwa, kwa kwa serikali hii inayoongozwa na, na mheshimiwa rais wetu? E, mimi nachoweza kusema ni kwamba sioni kama wanafanya makosa, lakini inachoweza kusema ni kwamba mama Anna Tibaijuka anayo nafasi kubwa sana ya kwa kutumia elimu yake na ustafu wake na umaarufu wake e, akaomba nafasi kwa mheshimiwa rais e, kwamba anataka nije tuongee na, na nachoamini mheshimiwa rais hawezi kumkatalia, wakajadiliana vizuri tofauti na sisi wengine ambao e, ni watu wa kawaida tu e. Tuna uwezo wa kushauri tu, lakini hatuna uwezo wa kumuona mheshimiwa rais kirahisi rahisi, kama kama ambavyo alivyo Tibaijuka au maybe mzee Joseph Sinde Warioba uh, ama Butiku, wanaweza waka, wao wana nafasi ya kwenda kwa mheshimiwa rais moja kwa moja, tofauti na sisi wengine. Unaweza ukaomba waka, nafasi kule ukaambiwa, kumuona rais unaweza kutumia miezi, lakini hao wana nafasi ya direct kwenda kwa mheshimiwa rais kulingana na CV zao, nafasi zao eh, umaarufu wao ndani ya chama na serikali eh, utendaji wao uliotukuka. Kwa sababu ukimzungumzia eh, Jaji Joseph Warioba ni kati ya Watanzania wa wachache tu wenye CV kubwa sana za uongozi yeah. Vile vile kina mzee Butiku ni wazee ambao wana, wana hekima kubwa wana busara kubwa, na kama nchi bado ina, inawatarajia ina inawategemea.